It's a weekend yes. Na kama kuna kitu ngumu duniani eh, kabisa kote ambayo imesumbua wanaume wote duniani eh, ni kununua silaha Sila. ni kununua mipira <laughs> za kinga uh -huh. Ni ngumu. Why? Ebu imagine mwanaume uko supermarket. Sawa, uh -huh. sawasawa umenunua maziwa, umenunua mchele, umenunua unga, umenunua mkate, kila kitu. Sasa ule tela anachukua unga, inapita skari, inapita kila kitu, inapita mkate, switi nini, inapita. Ikifika tu pale, anajaribu kuenta kod, kuweka ile inalia ti, kwa mpira za kinga, kod inakataa. Alafu sasa tela na kierere anainyanyua juu kwa juu Anasema, hebu niitie nani aniwekee nini, hata code ya hii hawaitangi, ananyanyua tu, anasema code, kuja uniwekee hapa kidole. <laughs> <laughs> Alafu hapa nyuma watu wengi wamepanga line ambao wako na heshima zao, ukiangalia kwa next ni mama wa kanisa, kanisa kabisa, ametulia pale wachache na... code alafu unaambiwa ngoja katu kando hapo kidogo, aende atafute code. Inakuja sasa, unawekwa parking alafu... <laughs> Hey, watu watunapisha watu <laughs> Kai, kai, kai, kai. Sasa una sweat mikono, unamwambia ama uachane naye dakika moja moja, alafu anakuambia dakika moja inakam. Mwenye kuku anasema ni gani strawberry? <laughs> ni, ni anasoma flavored ribbed